Sana, karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Leo nakuletea mada anasema kwamba mpenzi anapoonja utamu wa nje haambiliki kabisa. Well, mada hii imetokea nchi ya jirani, nchi ya Kongo si ya Burundi sikumbuki vizuri, lakini ni moja kati ya nchi hizo mbili bei Burundi au Kongo. Ni jambo la kusikitisha sana kuona mwanamke ambaye tayari ameshazalisha watoto sita anachepuka na wala haogopi mwanaume, ni mlokole inakuaje? Mwanamke aliyeshazaa watoto sita anachepuka na bado anaendelea kuchepuka mpaka majirani wanajua kabisa. <laughs> Sasa nitakusikilizisha voice note ya huyu mwanaume. Unaweza kusikia kilio ambacho kinawakuta watu wengi sana katika mahusiano ya kimapenzi lakini uwezo kakiona kwenye magazeti. Sasa lengo la kuletea mada hii leo kuona, ni kuweza kukusaidia uweze kuona ni jinsi gani ni muhimu sana kuziba ufa kabla ukuta mzima hujaanguka. Sawa, ni vizuri sana ufahamu jinsi ya kuziba nyufa. Swala so, la kusema kwamba mwanaume awezi katulia na mwanamke mmoja uoni upumbavu, sio kweli. Ukijua sayansi ya akili ya mwanadamu, hicho kitu kia kipo. Oh, wanawake siku hizi watosheki, wanawake wanapenda hela tu, wanapenda hela tu. Amna, ndivyo alivyoumbwa apende hela. Sasa ni jinsi gani apende hela lakini akupende na wewe asichepuke, hiyo ndio akili. Sawa. Ndio maana Biblia so kamba, sasa mbakia tukulalamika wanawake wanapenda hela sana, wanawake wanatamaa sana. Wanaume wanaume wanalalamika wanawake na wasema oh, wanaume hawezi kutulia na mwanamke mmoja. Si ukweli huo, ni pumbavu kutoka kwa shetani. Tabia ndio hivi. Ninaposema kwamba mtu wako anapoonja nje haambiliki ni hiki: mwaka 1991 mwana wanasayansi wamegundua kwamba moyo una akili yake, na akili hiye kichwa kina akili yake. Kwa hiyo unaweza kwa akili zako, unaona kwamba ah, mimi siwezi kufanya hivi kwa akili zako, lakini umujui moyo una nini. Sasa utafiti huu uliogundulika kundu mwaka 1991, ukaja ukaripotiwa kwenye magazeti ya wataalamu wa sayansi ya ubongo na maisha ya mwanadamu elfu moja na elfu moja mia tisa tisini na moja, ilikuwa tisini na moja, iliripotiwa kwenye jarida la wanasayansi elfu moja mia tisa tisini na nne Kwa miaka thelathini yaliyopita imegundulika kwamba kumbe mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili hii ambayo iko kichwani na kuna akili nyingine ambayo iko kwenye moyo. Sasa nikuthibitishia hilo, nimeizungumza hiyo kwenye video nyingine, lakini nataka nikuambie, ilikuwa kwa faida ya wasikilizaji wetu wa mpya. Unajua siku hizi unaweza kubadilishiwa moyo. Moyo wako umepata matatizo makubwa sana uwezo, wezo, wezo, kubadilisha wa moyo sasa. Mama mmoja, alikuwa katika tatizo la moyo. Sasa kwa bahati nzuri, kuna, kwa, bahati nzuri, kwa, bahati nzuri kwa, kwa mpango wa Mungu boda, boda akapata ajali akafa, watu wakauchukua ule moyo wakampeleka hospitali, ikaonekana huyu hawezi kuishi tena, wakatoa moyo wake wakampa huyu mama, huyu mama akapona, Akawa mzima kabisa so. Lakini sasa hata ndugu zake wakashangaa, mbona anapenda kula pilipili? Kuna vitu anavyopenda kula ambavyo yeye yeah, kabla kabla ya kubadilishwa moyo hivyo vitu alikuwa havipendi. Naona walipomtrace sasa yule bodaboda marehemu historia yake ndugu, kwamba alikuwa anapenda kula hivyo, anapenda kula pilipili na vitu vingine. Sasa hiyo ni story nyingine, story ya pili ambayo inapelekea kudhibitisha kwamba moyo una akili yake na akili ina ina akili yake. Sawa, so, ndio maana mtu mmoja akaimba wimbo, moyo sukuma damu, sukuma damu, sukume kingine, sukuma damu, <laughs> so, sikiliza. Huyo hu, binti, so, huyo binti naye alikuwa na matatizo ya moyo. No. Hasa kuna binti mwingine aliuliwa na jambazi. Akaenda hospitali, madaktari wakajua huyu hawezi kapona. Wakatoa moyo wakamuongezea huyu binti. Huyu binti akawa na mandoto ya ajabu ya, kweli ya, sasa kumpeleka kwa daktari no, kwa wa ugonjwa wa akili. Na daktari wa ugonjwa wa akili akasema kwamba huyu kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye akili yake ambacho si cha kawaida. Ikapasa waite wale polisi maalum waite forensic, forensic polisi. Akaita polisi waje waje wamsikilize huyu binti aeleze. Kwa hiyo polisi mtaalamu akamwambia, hebu niambie, aeleze huyu mtu naye muona kwenye ndoto inayokusumbua usiku na nieleze huyu mtu ana sura yake iko je? Kwa je, alipoelezea huyu mtu akachora akachora akachora akachora akachora, na maneno aliyokuwa anazungumza yote, huyu mtu akachora, akaandika yote. Akatafuta yule mtu, ile picha ya bibi ikawa picha yake. Akatafuta mtu, akapatikana yule mtu kule, akakiri kule alimuua yule binti, na maneno yote aliyosema huyu binti ambaye alipewa huo moyo ni maneno ambayo huyu mtu aliyasema. Kwa hiyo, hiyo inathibitisha kwamba akili ya kawaida hii ni tofauti na moyo. Moyo una akili yake. Kwa hiyo mtu akaonja nje ya ndoa. Sawa, akaonja nje ya ndoa akakutana na mtu mwingine haambiliki kwa sababu gani? Akili inayofanya kazi sasa hivi kumuongoza kwenda kuendeleza na mchepuko ni ya moyo sio ya akili. Kwa hiyo utashangaa, mbona huyu anampenda huyu? Mke wake ni mzuri mzuri namna hii. Mbona anachepuka na huyu ana sura kama to... tofali? Huyu hata huyu ana... makalio hana, ana makalio ya sufuria. Mke wake na makalio mazuri kweli, mbona ana, anatembea na huyu? Watu wanashangaa niko nini. Akili ya moyo ni tofauti na akili ya, ya kichwani, sawa, sawa. I, i, i voice note ya huyu mtu kutoka nchi ya jirani tena ni mwanajeshi. Voice note yake ya kwanza hii hapa. Sauti iko chini sana lakini kwanza kuchochelea nguvu za kiume tunaweza kutumia chakula gani? Saidi sana nafuata zengino za Tanzania kuna mara sisi wanaume tunakula chakula ambacho hakistahili kwa miili yetu, ndio maana inaweza kutuletea ulegevu wa nguvu za kiume, namna ya uchovu, namna ya kufikiria mengi. Hasa kwangu ni tatizo na inabidi litatuliwe. Sasa mimi kwangu mimi sitagagi na kupisi e ni, ni, ni, ni mara moja natagaga ni dumu na mrefu, nikiandaa vizuri. Okay, ngoja ni ndefu kidogo, lakini nacho taka kuzungumza ni hivi, nachozungumza ni hivi ni kwamba huyu mwanaume amegundua analo tatizo. Sawa, so, analo tatizo la nguvu za kiume na hilo sasa limemletea shida hasa. Sikiliza, sasa sikiliza, sasa anachokizungumza hapa ndio ambacho nakizungumza. Sikiliza basi hakuna uelewa kitu. Tatizo niliyokuwa nayo, kuna jirani wangu aliniambia ati, mke wako hatu hatuoni sawa, kuna mwanaume hata ni mzee mkubwa kuliko mimi eh, pengine anaweza kuwa ni kunafanya mapenzi na na bibi yako, wamezeeana sana hatuaelewi. Nilifika kiwango nikachunguza, huyo mwenyewe aliniambia, hebu kama ni ubishi, jaribu kuchunguza simu yake. Nikaona wanawasiliana sana hata usiku indi nimpelekea niwe na fresha yani panda hali ya juu sana yani, dokta, mwanamke wa nyumba wa nyumbani akipata mwanaume mwingine, Yesu, unavyofafsiria tendo la ndoa akimnyunga namna anavyotaka wewe, mwanaume unaenda kuwa kitu bure bure. Nilianza kuona hali inaanza kubadilika, naweza kuleta sijui kitu fulani, lakini naona ara, mambo hayaendi vizuri. Kumbe walikuwa naongea sana na huyo mwanaume. Sasa nilianza kufikiria kama ni kweli ameshamkamata, mimi si kitu tena. Sasa tumezaa watoto sita. Sitaki morogoro, sitaki fujo. Nilitaka nitengeneze mambo yangu vizuri na tuende sawa, tuweze kukumalisha watoto sawa. Sasa hizi technique ambazo umeniambia nataka nizifanye. Sasa nguvu ya kiume kuna katatizo kinyume nilitaja. Anaanza kunisema mbona hata kiungio chako ni kidogo? Nini? Nikaona ah, hii tatizo imetokea, pengine hii mambo imekuwa eh, hii kabisa, huwezi kuhamakia sana hata kanisani. Mke wa nyumbani huenda na mwanaume mwingine nje, inakuwa tatizo kubwa sana inaleta mgogoro ambao huwezi ku, hu, huwezi kuvumilia. Sasa je, tatizo hii yakuwa na kiungo kidogo inaweza kutatuliwa? Je, kuna madawa? Umejaribu kufika kwenye supermarket, wanauza huko madawa za kufinyanga, lakini niliona haifanyi kitu. Hakuna madawa za kumeza iliaifan. Okay, unaweza kusikia kilio cha huyu baba kutoka nchi ya Kongo na so, ni kitu ambacho watu wanaendesha semina makanisani, wanaendesha makanisani, anasema juu juu tu. Yuko ndani ya ndoa yeye wana watoto sita anasema Huyu mwanaume anasema nimekapata baka pressure baada ya kudhibitisha kwamba mke wangu anatiwa nje. Akapata baka pressure. Sasa naposema hivi, kwenye karatasi yangu hapa ya mada, mpenzi anaponja utamu nje haambiliki. Ni kwamba kuna kipindi ambacho mwezio amekuwa anakuvumilia. Kuna maradhi ya kuwahi kumaliza. Hujui kumwandaa mwanamke. Mwanamke ana maeneo kumi na saba na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unajua manne tu, sawa. Na mwanamke naye anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo kumi na manne na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wewe unajua matatu tu. Sana sana wanawake wengi wanajua kwamba kunyonya mwanaume tayari umemaliza kila kitu. Uh, skupi hadisi za paka na panya <laughs> uh. <tutu> Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke ulionaye, mwanaume ulienaye, ashatembea na wanaume wawili au watatu kabla yako wewe, lazima atakulinganisha ufundi wako na mtu mwingine. Ndivyo akili inavyofanya kazi. Sasa tofauti ya moyo, ni kweli nimehapa <laughs> <laughs> Sawa, dokta kiongozi wa kanisa la TAG, dokta mtoka mbali. Akasema mwanawake kina upumbavu, akaongea kwa ukali na kwa jazba kweli. Sijui mke wake kachepuka sivi, I don't know. Hmm. Anyway. Akaongea kwa ukali kweli kwenye video moja kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye TikTok. Ni kiongozi wa kanisa la TAG la Walokole. Yeah. Ah, ameongea kwa ukali kweli kwenye, kwenye video clip, kwenye TikTok mbavu sijui nini, wao unafanya hivi kwa sababu mume wako ameokoka hawezi kuchepuka. Akaongea kwa jazba mbaya mno. Yani, ukiona hiyo video eh, jamani, na walokole wenyewe! Sasa askofu mwenyewe analia, askofu mwenyewe analia, tuna madhabahuni. Hebu fikiria, askofu mkuu tena, sio mdogo, mkuu Eeh, mambo ndio nasemile, kuna akili mbili, kuna akili ya moyo. Kwa hiyo mwenzio anapokuvumilia, unapokuwa unamboa hujui jinsi ya kuchezea korodani zake. Wakati Zaina alikuwa anachezea korodani zake vizuri, wewe hujui. Mwanadamu mmoja, dada mmoja anamwambia daktari, au dada ana miaka hamsini na tatu, nimemtumia hizi video za jinsi ya kumnogesha mwanaume, video zile hamsini na ngapi, huyo dada ana miaka hamsini na tatu, kwa miaka mitatu hawakuwa wakifanya mapenzi na mume wake wakisema eti ni uzee Sawa no. Lakini akaja agundua kwamba mume wake anachepuka mpaka akakuta na kondomu kwenye bigi <laughs> ya ya na la mwanaume. Nikamtumia hizi video. Ananiambiaje, anaambia daktari, wewe siamini. Ile video yako ya kumnyonyesha, ya kunyonya kwa undani za, za mwanaume. Na ile unamnyonya mwanaume anasikia raha mpaka atakainuke, yani atakainuke, utamu ulivyokuwa mwingi. Sasa wengine sasa, wewe nimeongea naye jana. Sawa, kutoka Tarime <laughs> <laughs> <laughs> no. Kwa mara no yani mwanaume insi navyochezea ule ume wake ana, na, na, anapenda yani, hata nikiwa nimekaa naye tu anachukua mkono wangu anataka ushikishe kwenye dudu lake. ni mume wa mtu <laughs> Asa, ni mume wa mtu. Hey, doctor, hataki kuniacha. Hataki kuniacha. Tena kamwambia mpaka huyu dada ana miaka 50, huyu namzungumzia. Ana miaka 50. Asema hataki, tena kamwambia mpaka kaka yangu wa tumbo moja kwamba huyu dada yako sitamwacha. Nikamuuliza, wewe ni Muislamu, unataka kuolewa mke wa pili? Akasema hapana, mimi ni Mkristo, na hata yeye mwenyewe ni Mkristo. Kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Yaani hataki kuacha mchepuko na anamke. Sasa basi, nianze na story ambazo ninazo hapa. Huyu huyu Mkongo aliyetuletea hii mada anasema, na tatizo la kuwahi kumaliza, ana nguvu za kiume hawezi kurudia, asema na kiume ni kidogo. Nimesikia kwenye YouTube nikisema dawa hiyo nayo ya kuongeza urefu na unene wa dudu la mwanaume haina madhara, lakini haiwezi kuongeza urefu zaidi ya inchi tatu na unene inchi moja. Kama una tatizo hilo la ki una maumbile madogo au yamepinda au membamba kupita kiasi. A, huyu ni mwanaume sawa. Akasema, akajitambua kwamba nina maumbile madogo, akasema nitatafuta bikira, lazima nioe. Sawa, akatafuta bikira kweli, akampata kamwoa. Baada ya miaka nane mwanamke anavunja ndoa, kisa mwanaume na maumbile madogo na huyu kaka ukimwona, ni mrefu alafu ni hensa na ni mrefu sasa. Kwa sababu alisikia nimesema maji ya Roma nayo dawa ya kuongeza maumbile, ananipa utamu sasa ili uweze kujiona umekamilika, lazima ufikishwe kileleni, ili uweze kurudia mara ya pili, ya tatu, ya nne. Goli moja, mwanaume anaishia goli moja. Wewe mwanamke, kukupewa jina kwamba wewe ni msaidizi, ni wajibu wa mwanamke ajue mbinu za kumsaidia mwanaume aweze kusimamisha mara ya pili, ya tatu, ya nne. Kaka mmoja Alikuwa yeye ameamini kabisa kwamba hawezi kurudia tena. Alikuwa ameamini kabisa kwamba mimi ni mimi, mimi ni wako mmoja. Akakutana na mwanamke ambaye nimeshamtumia video zangu. Mwanamke akamwambiaje? Mwanamke akamwambia, mimi nataka bwana, raundi ya kwanza moja peke yake haitoshi, nataka raundi ya pili. Mwanaume akamwambia bwana, mimi bwana, ndivyo ndivyo, raundi moja. Mwanamke akasema, nipe nafasi basi nikusaidie upate raundi ya pili. Mwanaume akamwambiaje? Nakupa dakika hizi tano. Ukishindwa usinisumbue limesimama linadai ngoma. Kwa hiyo wewe unasema kwamba mimi ni kwamba ni wagoli moja, kwamba hujakutana mwanamke mzuri au unahitaji dawa. Ukisikia sawa, kama ukisikia wanawake wanaoboa, mpaka mwanamke anaitwa, wewe mwanamke baridi sana, mwanamke baridi. Kuna wanawake wengine vile vile wana maumbile yametanuka, na yeye inaleta shida kasi kasi ya uchi wangu nataka uone nichezee hivi, ndo nasikia raha. Yule mpenzi wangu wa zamani alikuwa anachezea hivi. Anakunicheze hivi. Anakunicheze hivi. Anakunicheze hivi. Anakunicheze hivi. Ana mwambia Pablo, mpenzi wangu, asema nilikuwa nafikia kileleni. Hata kama unanijizaga hivi, mwanaume anapuuzia. Mwanaume ananiambia mimi sasa, nikatafuta msela. Asema baada ya kumtafuta msela, ana ni lamba ana ninyonya. Vizuri. Nafikia kileleni hata mara nane. Hiyo ni story ya kweli. Hiyo ni story ya kweli sasa. Unaweza kujivunia unajua kutia sana lakini usiombe mwongeaji Unaweza kujivunia kwamba wewe unajua kumwandaa mwanaume vizuri sana, ndio fundi wote, lakini sio muongeaji. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unaweza unaweza kuwa unapima kwenye eneo lingine tofauti na hili lingine. Na ndio ndio maana hapa na video zaidi ya 2500 kwenye channel, kufundisha maeneo mbalimbali. Kuna maneno ya kuongea wakati wakati wa ndoa. Sio mnaongea, mnafanya mapenzi kibubugugu. Kuna maneno ya kuongea wakati wa ndoa. Unafanya mapenzi kibubugugu inaboa. Utatengenezaje kumbukumbu za utamu wa mpenzi wako mwanamke na pastori za kweli? Anapo nje nje haambiliki. Dokta, mume wangu ameenda kwa masomo, uke wangu umetanuka. Mume wangu karudi, amerudi mume wangu, naona kabisa anapoa, naona anavyohangaika, sio kama zamani kabla hajaenda nchi za nje. Amekuja na mahela mengi sana, lakini anapoa ya anapoa ya. Daktari yani, naona anavyohangaika, nifanyeje daktari? Nikamwambia nayo dawa ya kubana uchi wa mwanamke. Kuna mwanamke mwingine anishamsaidia Dodoma, alikuwa na tatizo hilo hilo, sasa yeye alikuwa hajui, kumbe alikuwa anajiambia nipo mpa hiyo dawa, ilipomsaidia ukekabana kabana. Alikuwa amezoea kwamba akifanya mapenzi kinyume na nani, ile mtindo ule wa kuinama chuma mboga, sawa mtindo huo. Mwanaume akiingilia kwa mtindo huo huwa anajiambia ukeni, lakini baada ya kutumia dawa tatizo limepotea. Asante sana.

kasema kama ni hivyo basi tu na iwe na, na itakavyokuwa. <laughs> na iwe itavyokua. Sasa sikiliza, mkemia mkuu wa serikali mwaka juzi kasema hivi: asilimia arobaini ya watoto waliomo ndani ya ndoa wale waume wamesingiziwa. Huyu mwanaume kachepo, mwanamke kachepuka, katiwa na mwanaume mwingine mbegu, alafu anamsingizia kwamba baba, baba fulani mna mjamzito hasa hivi mimba si ya kwake, lakini anaambiwa hivyo. Sasa asilimia arobaini ya watoto walio ndani ya ndoa wanaume wao wamesingiziwa. Hiyo ni hali kubwa. Sasa mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita sawa, sorry, mwaka elfu mbili na sita mwaka elfu mbili na sita ambapo ndio nilianzisha ofisi yangu ya kliniki ya afya mapenzi, ilitokea takwimu kwamba asilimia arobaini ya wanawake walio ndani ya ndoa wana ukimwi au HIV neno la kitaalam sasa kipindi hicho mwanamke anapokuwa mja mzito anayeenda kupimwa ni mwanamke peke yake. Magufuli alipoingia ndio akasema kwamba rais Magufuli, ya hayati Magufuli alipoingia akasema lazima mwanamke na wanaume waende kupimwe. Mwanamke anapokuwa mja mzito kama wana UKIMWI au wana UKIMWI. Sasa unaweza kuona asilimia arobaini ya wanawake walio ndani ya ndoa wana UKIMWI. Hiyo ni tafiti ya mwaka elfu mbili na sita. Kaya unaweza kuona huyu mwanaume kapenda dudu kubwa, hataki kuachana nalo, mke wake anadudu, mume wake anadudu jembamba. Unaona? Kapenda dudu kubwa, hataki kuachana nalo. Unaona? Yule mwingine naye akasema, mume wangu nimwambia achezee uchi wangu hivi hataki, nitakutana na msela anantia vizuri, ananilamba mpaka karibia sehemu ya haja kubwa na lamba. Mume wangu hataki. Haya, bora kupa story nyingine ya mlokole kutoka Arusha huyo ni mke wa No, ni mke, ni, ni mlokole. Ya, huyu dada pastori yake alivyokuwa, nikamwona kwenye profile yake, katika psychology, nikaona huyu dada ni mlokole, nikamwambia hivyo, lakini naona sura hapo kama mlokole, akasema unajuaje? Mimi ni mlokole kweli, lakini nachepuka na mchungaji wa kanisa la KKT. <laughs> <nachepuka na mchungaji wa KKT> <laughs> Asema nachepuka. Uh, huyu anasemaje, utasikia dokta, huyu mchungaji ni mwanafunzi wako. Na hivyo mwanamke anavyonitia vizuri, mpaka narusha maji, anaruka. Siku hizi tukienda gesti tunaenda na nailoni, lazima nikujwe mpaka kitanda kinalohana. Siku hizi tukienda gesti tunaenda na nailoni. Naona bwana. Sasa kwa sababu ni mchungaji wa KKKT, kuna miradi ya KKKT, amenifanya mimi kuwa mkurugenzi. Mkurugenzi. Mkurugenzi. mkurugenzi wa kitengo fulani katika milali ya Kikiti. Chungaji, <laughs> <laughs> yuko kanisani, amani ya Bwana, ikae nanyi. Mbeo mbeo mbeo ya na mchepuko wake. Aya sasa, ito pastori ya kwe. Pastori ya kwe. Sasa, aya ni mambo ambayo yanapaswa yashughulikiwe. Nimetangulia kusema hivi. Ziba ufa kabla ukuta haujaanguka. Kwa hiyo lazima ufahamu jinsi ya kumwandaa mwana ufahamu jinsi ya kumwanda mwanamke kwa usahihi, kwa sababu ukifahamu maeneo kumi na saba ya mwanamke unakuwa unambadilishia badilishia, kwa hiyo hajui, leo utashikwa wapi, nitafanyiwa nini? Unapofahamu maeneo kumi na nne aweza kaboreka na wewe. Kufanya masaji kwa mfano, masaji masaji, wana watu wengi hawajui umuhimu wa masaji. Masaji ni nzuri sana, wewe kuogelea hujui, alafu na masa ina faida yake kwa afya yako ya akili na mwili wako mzima, na afya yako inaongezea kinga ya mwili na stress kwa kiwango cha juu. Video zaidi za ya huyu, huyu mkongo ndoa ya kuzaa watoto sita Mwanamke anachepuka. Sasa huyu mwanaume ananiambia wazi, sitai kuchepuka kwa sababu mimi nimeokoka kweli kweli, sitai kuchepuka. Lakini anasema anapenda mwanamke mwenye machachari chachari. kaka moja kutoka Moshi. Anambia daktari, mke wangu hatingishiki. Mke wangu hajui kutingishika. Kuna wengi wanaboa wanaume bila kujua, huyu mwanaume ameshatembea na wanawake wawili kabla yako wewe, au wanne kabla yako wewe. Ukisubiri kuambiwa kila kitu, utapata shida sana. Kuna ndoa zinavunjika, miaka ishirini wako ndani ya ndoa, miaka 30 wako ndani ya ndoa, watu wanavunja ndoa. Sasa singependa itokee kwako. Tuwasiliane, maelekezo yako hapo chini na kuekea. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa mapema sana, na Mungu akubariki. Bye, bye.